Hedi la dume kwa biada farisi yao Mwoto wabagi ya namwe hoko ateni yao kinyakuri ya rathi uh, Na leo nitwonete tuwanete For the last two months Nego kuwezi ya doige muno muno muno kugerera mitino ya barabara Niki kira sokeri mitino eno kwa kinya dithemba Na miyari eno ya kitekawe meikyo no nyende kwira undu umwe, carelessness ya matereba ni iracangira handu hanene muno muno, ugakora mundu ena haraka especially matereba yeah. ma matatu, urenda ukuane, utengere ukue maita matatu, handu ha maita maria meri ukuaga, kuguo ugakora andu marathii na speed ya iguru muno, kindu kiu kingi kirarehe mitino ni kuira na bara, kwina kuirana muno, kwanja andu a matatu.

arabu andu maheane gitio, ona angikorwo mundu e mwena-ini waku na no umweherere tigana na mweherere e ndukae kureke ngari iguthane ati na no weherete tondu ati wi mwena uria wagiriire, na